Awali katika tukio la kuhitimisha mafunzo ya awali ya Jeshi la Polisi kozi namba 1 24 25. Askari hao ambao wamehitimu leo mafunzo hayo waliweza kuonesha kwa ukakamavu gwaride pamoja na mafunzo ya kujihami. na hapa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, IGP Kamilus Wambura anatoa maagizo kwa askari waliohitimu mafunzo hayo. Nitoe wito kwenu kuendelea kuimarisha upendo, umoja, ushirikiano na mshikamano na jeshi letu la polisi kwa maslahi ya taifa letu. Tusikubali kugawanyika kutokana na sababu yoyote ile, iwe ya kisiasa, kidini au rasilimali tuendelee kutunza tunu yetu ya usalama na amani ya nchi yetu iliyodumu takribani kwa kipindi cha miongo sita sasa tangu tupate uhuru. Mkuu wa shule ya polisi Moshi Sakapu Ramadhan Mungi anaelezea mafanikio na changamoto zilizopo wakati wakitoa mafunzo kwa askari hao, huku kamishna wa operesheni na mafunzo jeshi la polisi nchini CPA Wadhaji anabainisha mipango ya jeshi hilo. Wanafunzi hawa tumewafundisha jinsi ya kuwahudumia vizuri wananchi, kuwasaidia waliopata majanga na waliopata madhara ya uhalifu. Tumewafundisha kuuchukia uhalifu na kuwachukia kabisa wahalifu. Wanafunzi waliofaulu ni elfu nne mia saba themanini na mbili fande mgeni rasmi. Wanafunzi wale mia mbili kumi na saba walioshindwa vipimo vyetu tulikuwa tukiwaondoa mafunzoni katika kila hatua. Ni matarajio yetu kwamba kila mhitimu ataendelea kuwa mfano mzuri wa kuigwa na kujenga taswira chanya kwa jeshi la polisi, kwa kuzingatia kauli mbiu yetu ya jeshi la polisi, nidhamu, haki, uweledi na uadilifu, katika kutekeleza wajibu wetu kwa tija na ufanisi mkubwa sana. Tunakwenda kumtia mrejeshi mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo niwatakie heri, twendeni tukafanye kazi. Kutoka hapa katika shule ya polisi Moshi, ambapo pamefanyika hitimisho la mafunzo ya awali ya Jeshi la Polisi kozi namba moja 2024 2025, hapa manispa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Mimi naitwa Lawrence Lisakeli wa ITV.